Viongozi wa mikoa na wilaya, nenda mkahakikishe kuwa mnaendelea kuhamasisha wananchi kutumia huduma hii kwa siku hizi kumi na kwa kuwa watazunguka kila wilaya. Kwa hiyo, waheshimiwa wakuu wa wilaya, hakikisheni mnaanza kuzunguka maeneo yenu, watangazieni wananchi kuja kukutana wataalamu wa sheria ili wenye changamoto ziweze kutatuliwa. Hapa dhamira yetu ni kuona Tanzania inakuwa na taifa linaloongozwa kwa misingi ya haki, usawa, tawala bora na heshima ya haki za binadamu wote. Huu ndio msingi unaopelekea nchi yetu kuwa na amani, na tunataka tudumishe amani hii kwa kuimarisha eneo hili la haki. Ni wajibu wetu sote kama wananchi, hata sekta binafsi na taasisi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wadau wa maendeleo tunashirikiana nao na serikali kuhakikisha kwamba jitihada hizi ambazo zimeanza kuendelea, zimeanza kutekelezwa na zinaendelea, zinafanywa na sisi wote. Ndugu wananchi, napohitimisha hotuba yangu hii, nije kuzindua ili sasa wananchi mwanze kuingia kwenye mabanda mpate huduma. Nataka niwahakikishie tu kwamba mafanikio katika juhudi za utoaji haki hayatuweza kufikiwa na serikali peke yake, bali yanahitaji ushirikiano wa dhati kutoka kwa kila mmoja wetu, na kwa maana hiyo, viongozi, wazazi, jamii, taasisi za dini mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla, tunapaswa kushirikiana ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika taifa letu, na tuendelee kushauriana juu ya yale yote ambayo jamii inaona kwao ni changamoto.